Kupitia Wizara ya Madini na Nishati ya Marekani wamekuja na programu hii maalum ambayo lengo lake kubwa ni kuweza kusaidia utekelezaji wa ajenda za kimaendeleo za nchi yetu Tanzania ikiwemo kwenye sekta ya madini. Tanzania ni kati ya nchi ambazo zinafahamika kwa kuwa na rasilimali madini ya kutosha na madini mbalimbali ambayo hivi sasa yana mahitaji makubwa sana duniani. Hivyo, kwa zoezi lile ambalo limefanyika la uwepo wa wizara ya madini ya Marekani kufanya kazi pamoja kupitia STAMICO na GST kuna kwenda kuimarisha uhusiano wetu lakini vile vile na kujenga uwezo wa kiujuzi kwa watu wetu hasa Watanzania waliopo katika eneo hili la sekta ya madini. Ndugu zangu waandishi wa habari wa, zipo leseni ambazo zinamilikiwa na shirika la madini la Taifa STAMICO, ambazo leseni hizi tunakwenda kufanya utafiti wa pamoja na wenzetu kupitia wizara ya madini ya Marekani kubaini maeneo ambayo yatakuwa yana uwekezaji mkubwa, na hii ni kuonyesha ushirikiano mkubwa ambao nchi ya Marekani inayo na sisi wa Tanzania. Kwao tunategemea kupitia utaratibu huu wa kufanya kazi pamoja na hasa kwenye kwenda kwenye utafiti wa kina, itasaidia sana kuweza kubaini maeneo ambayo nchi yetu imejaliwa rasilimali, na mwisho wa siku kuja kupata mgodi mwingine mkubwa hasa katika maeneo ya mikoa ya Mtwara na Lindi, ambako ndo zoezi hili limefanyika. Tunategemea ya kwamba kupitia ushirikiano wetu huu tutaongeza eneo kubwa zaidi la nchi yetu litakuwa limefanyiwa utafiti wa kina. Serikali ya Marekani iko tayari ushirikiano serikali ya Tanzania katika kuongeza eneo la kufanya utafiti katika nchi yetu ya Tanzania, na kuwajengea uwezo wa Tanzania wawe pia baadaye wanaweza kusimamia vizuri rasilimali zetu kupitia mafunzo ambayo watakwenda kutupatia na hasa katika eneo hili la utafiti wa kina. Ndugu zangu waandishi wa habari, eneo ambalo inakwenda kufanyia utafiti wa kina ni eneo ambalo lina madini kinywe ambayo ni graphite. Mahitaji ya madini kinywe duniani ikifika mwaka elfu mbili na hamsini itakuwa ni tani milioni nne na laki tano kwa mwaka. Tanzania ipo kwenye nafasi nzuri kuwa mmoja wa wasambazaji wakubwa wa madini haya katika mahitaji ya kidunia, na ndio maana tumeendelea kukaribisha ushirikiano mbalimbali ikiwemo ndugu zetu wa Marekani katika eneo la utafiti. Mwisho, nichukue fursa hii kuelezea kwamba pamoja na utafiti huu, lakini pia kutakuwepo na mafunzo ya siku mbili ya kujengea uwezo wa wataalamu wetu, hasa katika matumizi ya kisasa ya teknolojia ya hali ya juu ya kutafsiri takwimu za kimadini geodata, ambapo tunategemea kabisa watu wetu wa Tanzania kupitia vifaa hivi ambavyo vitakwenda kukabidhiwa watakuwa na uwezo wa kutafsiri vizuri taarifa sahihi za utafiti katika eneo hilo la madini.